Anaamua kukutoa kwenye taabu zote za dunia na nakupeleka moja kwa moja ukapumzike mbinguni. Heri wafu wafao katika Bwana. Sasa Mungu aliamua kwamba mimi nipone kwa njia ya matabibu. Jamani, haleluya! Na Mungu amewatumia mata, mata, matabibu Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Matabibu wanatibu lakini mponyaji halisi ni Baba Mungu wa mbinguni. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Uwe uponyaji wa natural, uwe uponyaji wa medical uwe uponyaji wa supernatural au uwe uponyaji wa jumla Bado mponyaji mkuu na mtenda miujiza mkuu ni Mungu mwenyewe. Ndio maana leo tunatoa sifa na utukufu wote kwa Mungu mwenyewe Amen. Jamani, Bwana asifiwe sana Amen. Hii ndio tofauti ya Hezekia na mimi Sasa kapita, katika pito langu hili Mungu amewatumia wa watu wengi sana, kwa hiyo napenda kutoa shukurani. Kwanza nitoe shukurani kwa familia yangu, mke wangu mpendwa huyu hapa, mpenzi wangu Gadi Mere, amekuwa nami wakati wote. Namesimama nami wakati wote. Nawashukuru watoto wangu Joylin, Gladlin na Oshenik. Wote hawa wamekuja India mara kadhaa kushirikiana kuniuguza. Nawashukuru sana wanangu, asanteni sana. Napenda kushukuru ndugu zangu wa ukoo wa pande zote mbili, mlisimama nami hadi mwisho. Mungu awabariki sana. Kati yenu wengine wamesafiri kuja India, kuuguza pamoja nami. Jamani Bwana Yesu asifiwe. Kuuguza pamoja nami, na kututia moyo. Na kutufariji. Asante sana Godson, asante sana Eliza. Asante sana Selina. Asante sana Margaret mtoka mbali, kwa kuja na kunipa faraja nikiwa India. Najua waliwakilisha ninyi wote. Asanteni sana. Namshukuru sana mpwa wangu kipekee Michael mtoka mbali. Sijui Michael yuko wapi. Unajua, mimi ni baba la miraba minne. Kunibeba na kunisaidia inahitaji, sio sio rahisi jamani. Haleluya. Kunihitaji mtu mwenye nguvu anisaidie maana nilifika mahali siwezi kufanya chochote, kila kitu nahitaji msaada. Huyu ni mpwa wangu mtoto wa dadangu wa pili, alikuwa nami kwa miezi yote tisa kushiriki kuniuguza. Nalishukuru kanisa la Bethel Revival Temple, wachungaji wote, wazee wa kanisa wote, zoni, viongozi wa shemasi, na washukuru washirika wote wa Bethel Revival Temple. Mmeniuguza kwa hali na mali, lakini pia mkuishia hapo, mlituma ujumbe kuja India kuniona. Nawashukuru sana kanisa zuri la Bethel Revival Temple. Naomba mjipigie makofi. Asanteni pia kwa kuandaa ibada nzuri sana hii, kwa ushirika na section na jimbo na ofisi kuu ya taifa. Asanteni sana. Na washukuru viongozi wa TAG makao makuu tukiongozwa na jemedali Dr. Magnus Muhiche majimbo, kamati za majimbo, idara za kitaifa, sehemu na makanisa mahali pamoja, kwa maombi na misaada mbalimbali, mbali ya hali na mali. Nashukuru sana CPCT na makanisa mengine rafiki ya hiyo shiriki pamoja nasi kumsihi Mungu kwa maombi. Na ndugu zangu, mwenyekiti wa CPCT Venon Fernandes alisafiri kuja India kuja kuniona. Makofi mengi kwa CPCT. Nashukuru kwa Assemblies of God ya Marekani, Askofu Mkuu Douglas Clay, pamoja na Assemblies of God World Mission. Hawa watu wamekuwa na moyo wa ajabu sana. Askofu Mkuu Clay alituma wajumbe watatu kutoka Marekani kuja India kuniona, na leo wako hapa wajumbe saba kutoka Marekani, wamekuja kwa tukio hili. Hebu tumpe Mungu makofi kwa kanisa mama la Marekani. Ninaishukuru serikali yetu ya Tanzania ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Tanzania, na ubalozi wake nchini India kwa ushirikiano niliyopata katika mchakato mzima wa matibabu yangu nilipougua. E, Mheshimiwa Rais alipiga simu msaidizi wake sema tusaidie nini, baba askofu, kaambia kukiwa na shida nitakwambia, kila kitu kiko vizuri Spika alikuja hospitali kuniona na akashinda hapo wiki nzima, anashughulika na. Naibu waziri mkuu alikuja kuniona na akakaa aka, aka, aka, aka, aka hapo, nami kule India, waziri mkuu Kassim Majaliwa alikuja kuniona. Doto Biteko alikuja kuniona. Mume wa spika alikuja kuniona. Bubalozi walikuwa yaani, kama mimi ni ajenda yao in fact mpaka siku naondoka magari ya ubalozi ndiyo yalinipeleka airport na balozi mwenyewe. Serikali imesimama sana na tag kuhakikisha ya kwamba mimi ninapona na ninakuwa mzima. Jamani, makofi mengi kwa serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nashukuru sana hospitali zilizonitibu nashukuru kwanza Royal Hospital ya kule Mwanza, dkt Lusako na Glory, nafikiri mko hapa, si mko wapi? Mmekaa wapi? Lakini lianza kutibiwa Mwanza, wako kule. Hawa wana PhD ya udaktari na walianza kunitibu Mwanza na wamefanya mambo makubwa sana sana sana sana. Nashukuru hospitali ya rufaa ya Muhimbili, the the best hospital in the country ambao walifanya kazi kubwa sana. Unajua, mateso ya ugonjwa huu yamekuwa yakinitafuna kwa muda. Nimepima Korea wakasema hakuna kitu, nimepima eh, Singapore mara pili, wanasema hakuna kitu, the best hospitals. Lakini hospitali ya Muhimbili ndiyo waliogundua. Jamani, bwana asifiwe sana na yuko hapa profesa Mwakigonja. Profesa Mwakigonja huyu ni mkuu wa kitengo cha pathology na Mungu alimtumia sana sana sana sana sana sana sana sana. Jamani, bwana Yesu asifiwe. Asante sana profesa na timu yote ya madaktari, nakushukuru sana. Namshukuru Mungu amewatumia marafiki waliotoa msaada wa kifedha maombi na faraja na kuja kuniona India. Tumetoka India, hatudaiwi hata senti tano yoyote. <coughs> Kanisa langu zuri la TAG limenitunza sana sana sana na sina lawama yoyote jamani, bwana Yesu asifiwe. Nakushukuru kushukuru makamu kuja India kuniona, asante sana. Mwisho kabisa leo ninasimama nikiwa hai nikitoa ushuhuda wa kweli. Mungu anaishi, sitakufa, nitaishi. Bwana amenivusha bahari ya Shamu. Bwana amenitoa kwenye tanuli la moto. Bwana amenitoa kwenye tundu la simba. Utukufu una yeye milele na milele. Basi nashukuru kwa hekima ya Bethel Revival Temple section na jimbo na taifa kuona kwamba leo tumpe Mungu shukurani, na mimi nimekuja na sadaka ya shukurani jamani. Bwana Yesu asifiwe! Naomba ndugu zangu wote mniunge mkono na kanisa zima la t tumetendewa wote, mmoja akitendewa tumetendewa wote. Hebu wote toe sadaka ya shukurani iliyo kubwa kabisa kwa mungu wetu. Jamani, Bwana asifiwe sana. Basi naomba taratibu za sadaka ya shukurani ziendelee. Amen, makofi mazuri sana kwa Yesu. Tuongeze tena shangwe shangwe shangwe kubwa kwa Bwana, vyombo vya sadaka vinapoandaliwa kumwambia Bwana Yesu asante kwa yale ambayo ametutendea, na kama alivyo tuambia mwenyewe baba Askofu Mkuu, yeye aliyemtendea yeye atatutendea na sisi. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo kutakuwa na sadaka maalum. Hii ni sadaka maalum ya kumshukuru Mungu kwa yale aliyotutendea.